Mama Samia safi Waziri je? Asante sana Mheshimiwa Waziri pamoja na meza kuu, itifaki imezingatiwa. Kama nilivyotambulishwa kwa majina, naitwa Agness Lambarti Kaiza, ni mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia ni mjumbe wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Utawala Katiba na Sheria. Mheshimiwa Waziri, kwa leo ninasimama hapa kwa niaba ya mwenyekiti wangu wa kamati Mheshimiwa uh, Zito Mwagama. uh, Mheshimiwa Waziri sitakuwa na mengi, naomba niseme machache. Kwanza kabisa nitoe pongezi kubwa na nyingi kwako Mheshimiwa Waziri, pamoja na timu yako kwa ubunifu mkubwa ambao mmekuja nao ambao hakika wa Mheshimiwa Waziri, hili ndilo lililokuwa hitaji kubwa la Watanzania, swala la haki kupotea, swala la haki kupokwa, swala la Watanzania kutokujua wapi waende kwa ajili ya kutatua changamoto zao za kisheria ilikuwa ni changamoto kubwa sana, lakini kwa sababu ya Mheshimiwa Rais ambaye yeye ndiyo mwasisi mkubwa wa kusimamia haki, Mheshimiwa Waziri na kupongeza sana lakini pia nawapongezeni sana kwa niaba ya mwenyekiti kwamba mlichagua au ulichagua jina zuri sana ambalo linauzika vizuri sana linalosema kwamba uh, Samia Legal Aid Campaign. Uh, kampeni hii imebeba jina la Mheshimiwa rais na imebeba jina la rais ambaye kwa kweli wote tunaona kwamba anasimama na anasimamia haki za Watanzania na zaidi sana anahitaji haki iweze kutendeka. Mheshimiwa Waziri, pamoja na mazuri haya ambayo tunayaona kwenye hii kampeni, ni kuombe kwa niaba ya mwenyekiti yasiishie hapa. Juu huku, chini kuna shida, mshuke mwende kwenye wilaya, mshuke mwende kwenye vijiji, mshuke kabisa mwende kwenye vitongoji. Na Mheshimiwa Waziri, tukiweza kufanikiwa katika hilo ni kuhakikishie mageuzi makubwa ndani ya nchi hii yatatokea kupitia hii kampeni. Lakini Mheshimiwa Waziri, sisi kama Kamati ya Utawala, Katiba na Sheria, wewe unafahamu tumeongelea sana jambo hili la hii kampeni na tumekupa sapoti kubwa sana, na kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati naomba niseme Kamati ya Utawala, Katiba na Sheria itasimama pamoja na wizara hii hata ikibidi kuongeza bajeti, Mheshimiwa Rais tutasimama kuwatetea ili kampeni hii isiishie kwenye mikoa, isiishie kwenye wilaya, ishuke chini zaidi na zaidi, ili watanzania waweze kupewa haki zao. Mheshimiwa Waziri, kwa machache hayo niseme tuko pamoja kama kamati. Mheshimiwa mwenyekiti amenituma niseme kwamba kamati yake iko pamoja na wewe na tunawaombea kila la heri na kwa kuwa mwaka huu pia mheshimiwa waziri ni wa uchaguzi, kamati inakutakia kila la heri. Kamati inamtakia kila la heri mheshimiwa rais wa wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Tunaamini kwamba hakika mambo yanakwenda kuwa mazuri. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kuna msemo maarufu kwamba